Bwana Yesu asifiwe sana, rafiki yangu, karibu tena siku nyingine. A, leo imempendeza Mungu tupate kujifunza pamoja, na leo natamani tujifunze jambo hili kwamba, madhabahu yenye matokeo, madhabahu yenye matokeo. Tumezoelea kwamba kumekuwa na madhabahu nyingi sana, umekuwa unaenda kwenye madhabahu tofauti tofauti na unakuwa unasema hii madhabahu haina matokeo kabisa hii madhabahu haina matokeo kabisa. Na a, siku si nyingi nimetoka kukueleza hapo kwamba, jenga madhabahu, jenga madhabahu, jenga madhabahu. Lakini leo nataka nikueleze hiyo madhabahu uliyojenga, au madhabahu unayotaka kuijenga ili iwe na matokeo, madhabahu yenye matokeo, madhabahu yenye matokeo. A, rafiki yangu kabla sijaendelea zaidi, acha nikwambie kitu ambacho nilikisema siku ile kwamba ili uwe na madhabahu ili uweze kujenga madhabahu, lazima uzingatie vitu hivi kwamba madhabahu unayoijenga ni ya nani na nguvu ya hiyo madhabahu. Sasa ili madhabahu iweze kukupa matokeo, lazima uwe umejua Mungu wa hiyo madhabahu, lakini pia uwe umejua nguvu ya hiyo madhabahu na namna ya kuitunza nguvu ya hiyo madhabahu. Sasa leo nataka nikueleze madhabahu yenye matokeo. Madhabahu yenye matokeo, na madhabahu hiyo ninayoizungumza ni wewe mwenyewe, rafiki yangu, ni moyo wako, moyo wako. Nilikueleza siku ile kwamba moyo wako ndio madhabahu ambayo tunaizungumza, kwa sababu wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake kwenye hekalu lazima kuwe na madhabahu. Kama kwenye hekalu kuna madhabahu, lazima wewe ambaye wewe ndiye hekalu la Roho Mtakatifu, madhabahu yako ni moyo wako, roho yako. Sasa ili uweze kuwa mtu wa matokeo, lazima madhabahu yako iwe na nguvu. Lazima madhabahu yako iwe na nguvu. Na ni nini basi kinachoweza kuipa madhabahu nguvu? Nilikueleza siku ile kwamba kuna neno, kuna maombi na ibada. Neno, maombi, ibada. Nikisema ibada kuna Kwenye ibada humo tunapata maombi na neno lakini haitoshi tu kuishia hapo ku, ku, kupata neno kwenye ibada. Haitoshi kuishia hapo kupata neno kwenye ibada. Unatakiwa uwe na muda binafsi wa kuomba. Haitoshi yale maombi unayoyafanya kwenye ibada. Unatakiwa uwe na muda wa kutosha wa maombi. Sasa leo nitakueleza kitu kimoja kati ya hivyo na, na, na nikakueleza pia jambo lingine ili madhabahu iwe na nguvu ni inahitaji sadaka pia, na ndio maana Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu mbele za Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Maana yake kwamba kama uh, mwili wako ni hekalu, unatakiwa ujitoe sadaka. Kujitoa sadaka ni ile kwamba wewe ukubali kumuishi Mungu, kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Ukikubali hicho kitendo cha kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya matakatifu, maana yake umejitoa sadaka mbele za Mungu, umekubali kuishi vile Mungu anataka. Ukifanya hivyo, maana yake madhabahu yako inakuwa ina nguvu, inakuwa ina nguvu. Lakini nimekueleza hapo kuna vitu vinne, lakini leo nataka tuzungumze kitu kimoja. Nimekueleza vitu vinne, nimekwambia ibada, maombi, neno sadaka hivyo vinaifanya madhabahu iwe na nguvu. Maana yake ukiwa mtu wa ibada, ukiwa mtu wa kusoma neno, ukiwa mtu wa maombi, ukiwa mtu wa sadaka, ukiwa umejitoa sadaka wewe kwanza, achana na ile kwenda kutoa sadaka. Na ndo maana uh, tunaendaga kutoa sadaka madhabahuni kwenye yale majengo ambayo tumeyajenga na mbele tunaweka madhabahu. Sasa ndivyo ilivyo hata na sisi kujitoa sadaka mbele za Mungu, maana yake tuna tuna, tuna, tuna tunatimiza ile ya kwamba tujitoe sadaka, tunatimiza kwamba ili madhabahu zilizojengwa ndani yetu ziwe na nguvu, ziwe na matokeo, lazima tuwe tumekubali kujitoa sadaka. Hilo tutaliongelea siku nyingine, lakini leo acha tuongee kwa habari ya uh, maombi. Maombi, na nataka tuzungumze kwamba lile andiko linasoma kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Ili uwe na madhabahu yenye matokeo, lazima uhakikishe unaomba bila kukoma, unaomba bila kukoma. Nimekueleza madhabahu yenye matokeo, hakikisha unaomba bila kukoma, kwa sababu moja ya nguvu ya madhabahu ni maombi. Ili madhabahu iwe na matokeo ni maombi. Ili wewe uwe mtu wa matokeo chanya kwenye hii jamii, maana nikiishia tu matokeo chanya ma, nikiishia tu matokeo kuna, wengine wana matokeo lakini ni hasi, ni matokeo yasiyofaa, kwa sababu kila unachokifanya kina matokeo. Lakini mimi nataka nikueleze, ili uwe mtu wa matokeo chanya kwenye jamii, kwenye familia, kwenye taifa, kwenye kanisa, kwenye eneo lolote unaloenda, ili uwe mtu wa matokeo chanya, unatakiwa madhabahu uliyoijenga, ambayo ndio moyo wako, ndani yako hiyo madhabahu uliyoijenga inatakiwa iwe inapata maombi ya bila kukoma, ili iwe na nguvu ya kuleta matokeo chanya, ili iwe na nguvu ya kuwa na matokeo kwenye jamii, kwenye eneo ulilopo, kwenye mazingira ulilopo, lazima hiyo madhabahu iwe inapata maombi, maombi ya bila kukoma. Ndio maana tukaambiwa ombeni bila kukoma, madhabahu inachochewa. Kwa nini nimeanza kukueleza kwa habari ya maombi maombi ndio moto wa kuchochea ule moto waliosema usizime. Akamwambia Musa hakikisha huo moto wa madhabahu hauzimiki, watu wanaochochea muda wote. Kwa hiyo na maombi ni moto wa madhabahu. Ukiwa mtu wa kuomba wakati wote, siku zote, nyakati zote, madhabahu yako inakuwa moto. Sasa madhabahu ikiwa moto manake, lazima iwe na matokeo, lazima iwe na matokeo ili madhabahu iwe na matokeo ambayo sasa hiyo madhabahu ikijengwa ndani yako ambayo ni moyo wako, roho yako iki, ikiwa ina matokeo, maanake wewe sasa, ili wewe uwe mtu wa matokeo. Matokeo yanaanzia ndani, yakianzia ndani yanatoka mpaka nje. Ndio maana uh, Biblia atuambia kimtokacho mtu ndicho kinamtia mtu najis maanake ndani ya mtu moyo mzuri ndani yake havitoki vibaya. Katika katika katika moyo wa mtu hakitoki kilicho, moyo ulio mzuri hakiwezi kutoka kitu kilicho kibaya. Katika moyo ulio mbaya lazima yatoke yaliyo ya mabaya, hakiwezi kutoka kitu kilicho chema. Kwa hiyo ndivyo ilivyo madhabahu yako, ukiwa unaishibisha maombi lazima iwe inatoa matokeo chanya, lazima iwe inatoa masuluhisho lazima iwe inatoa majibu, lazima iwe inatoa njia, lazima iwe inafanya vitu ambavyo wengine hawawezi kufanya, lazima iwe majibu ya watu, lazima iwe majibu ya maeneo, lazima iwe majibu ya matatizo, lazima iwe majibu ya suluhisho. E, na, na, na na kitu wanachotakiwa kujua kwamba, uh, ili uwe mtu wa matokeo, lazima uwe mtu wa kuomba bila kukoma kwa sababu ukiwa unaomba bila kukoma, madhabahu hiyo uliyoijenga ambayo ndio moyo wako katika ilo hekalu ambalo ni mwili wako a, vina vitaleta matokeo makubwa, kama vile ambavyo umezoea kusema, ah, nikienda kanisa fulani, nikienda kanisa fulani, ile madhabahu ina majibu, madhabahu ina matokeo, madhabahu ile acha ah, yani ukiwa pale yani mato... unapata matokeo wewe mwenyewe rafiki yangu, ukiamua kuijenga madhabahu yako ambayo ndiyo moyo wako anakokaa Roho Mtakatifu, utakuwa mtu wa matokeo, utakuwa mtu wa matokeo. Na nimekueleza madhabahu hiyo inajengwa kwa maombi. Hebu tuangalie uh, mtu mmoja ambaye aliyekubali kujenga, uh, kujenga madhabahu yake ili iwe na matokeo na akaleta matokeo makubwa sana, hata leo tunamsoma habari zake. Uh, Mathayo sura ya tatu mstari wa tatu hadi wa nne. Mathayo sura ya tatu mstari wa tatu hadi wa nne, neno la Mungu linasema kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akasema, sauti ya mtu aliaye nyikani itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Tuunganishe na mstari wa sura ya 11, eh, sura ya 11 mstari wa 18 sula ya 11 mstari wa 18, kwenye hii Mathayo, neno la Mungu linasema maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema yuna pepo huyu. Uh, Yohana hapa tuliishia kwenye mstari wa tatu, turudi hapa kwenye mstari wa nne, alikuja hali wala hanywi. Anasema naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Yaani mtu huyu alikubali kujinyima, kwa sababu alidhamiria kuijenga madhabahu yake. Akawa na maombi ya mwendelezo, akawa na maombi ya mwendelezo, akawa naomba bila kukoma, akawa naomba bila kukoma. Alikuwa na maombi ya mwendelezo, na mtu huyu alikuja kuwa na matokeo makubwa sana kiasi kwamba hadi wafalme walikuwa namwogopa, hadi mfalme Herode akawa naogopa, anasema mtu huyu hakika anajulikana kuwa ni nabii. Kwa hiyo hata kwenye kumuua alikuwa naogopa, kwa sababu alijua kabisa hakika yeye ni mtumishi wa Mungu, pamoja na kwamba alikuwa na muudhi na kumkosea, lakini jamaa huyu alikuwa na matokeo makubwa sana sana alikuwa na matokeo makubwa sana kwenye ile jamii alikuwa alikuwa na majibu ya, ya watu wale. Alikuwa na majibu majibu ya watu watu wale wale. Kwa nini alikubali kuijenga madhabahu yake kwenye maombi ya bila kikomo, kuomba bila kukoma? Rafiki yangu, na wewe unataka kuwa mtu wa, mtu wa matokeo, unataka kuwa mtu wa matokeo kwenye jamii unayoishi, matokeo matokeo chanya, sio matokeo tu, matokeo chanya kwenye jamii unayoishi, hakikisha unaijenga madhabahu yako kwa maombi unaijenga madhabahu yako kwa maombi ya bila kukoma. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka ile sura sura ya kwanza na ule mstari wa themanini utaona anasema kwamba na yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Huyo mtoto aliyezungumzwa alikuwa ni Yohana. Yohana aliamua kujenga madhabahu yake na kuimarisha kwa maombi, kwa sababu nilikueleza nguvu ya maombi. Nguvu ya madhabahu ni maombi, moja ya nguvu ya madhabahu ni maombi. Kwa hiyo Yohana akasema ili niweze kuleta matokeo yale yanayotakiwa kwenye hii jamii ya watu waliokengeuka, watu waliobadilika, watu wasio na moyo wa kutubu, lazima nijitenge. Akaenda kukaa majangwani, akawa naishi jangwani huko na kazi yake kubwa huko ilikuwa ni kuomba. Alikuwa anaimarisha madhabahu yake, anaitengeneza madhabahu yake. Madhabahu yenye matokeo lazima iwe na maombi ya bila kukoma. Madhabahu yenye matokeo lazima iwe na maombi ya bila kukoma. Hata kama wewe ni mtumishi, umeanzisha huduma mahali fulani, usianze kuwaza na kufikiri habari ya pesa na nini, habari sijui ya, ya nani na nani, anza wewe kama wewe kujenga madhabahu yako kwenye maombi, kujenga madhabahu yako hiyo huduma yako, ili uwe mtu wa matokeo kwenye hiyo jamii na ile eneo, jenga msingi kwenye maombi, kaa magotini, imarisha maombi, imarisha imarisha, kaa kwenye maombi, utaanza kuyaona matokeo, utaanza kuyaona matokeo, utaanza kuona matokeo. A, maombi ya bila kukoma ni mtaji wetu wa kwanza wa kila tunacho hitaji maombi yetu ye, maombi ya bila kukoma ni mtaji wetu wa kwanza wa kila tunachohitaji. Ili madhabahu yako iwe na matokeo, lazima unaomba bila kukoma, kwa sababu maombi ndio mtaji wako wa kwa kwanza. Maombi ndio mtaji wako wa kwa kwanza. Una, unaweza ukasema mtumishi, inawezekanaje hivyo kuwa maombi mtaji wa kwanza? Maombi yanakuwaje mtaji wa kwanza? Ukisoma kitabu cha Waebrania kitabu cha Waebrania sura tano na ule mstari wa saba Waebrania sura tano na mstari wa saba Maombi ni mtaji wako wa kwa kwanza kabla hujawaza sijui uh, sijui pesa kiasi gani sijui nini na nini. Anza kwanza na maombi, anza kwanza na maombi. ah, maombi ni mtaji wako wa kwa kwanza Waebrania sura tano mstari wa saba neno la Mungu linasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Huyu anayezungumzwa uh, ni habari za Yesu. Ukisoma okay, hapo vizuri, ni habari za Yesu, anaelezwa kwamba yeye enzi za uhai wake enzi yeye yeye siku hizo za mwili wake katika e, kipindi cha Yesu kwenye e, enzi za mwili wake akiwa hapa duniani, alimtolea e, yeye awezae kumwokoa maombi na dua, na dua ku, na kulia sana na machozi na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Unaona. Maombi hayatoshi peke yake kufanya madhabahu yako iwe na matokeo. Ndo maana nilikueleza vitu vitatu: maombi, ibada, neno, sadaka. Na sadaka kwako wewe ni kujitoa wewe, kama wewe kuishi maisha y matakatifu, kuishi maisha ya haki, maisha yanayompendeza Mungu, maisha yasiyo ya, ya dhambi. mm. unatakiwa e mtu wa namna hiyo, ili madhabahu yako iweze kuwa na matokeo lazima uhakikishe kwa mtu anamna hiyo. Kwa hiyo Yesu alijua kabisa, pasipo kuomba kuna vitu sitaweza kuvifanikisha, kuna vitu sitaweza kuvipata, kuna vitu sitaweza kuvifanya. Na ndio maana hata ukisoma kwenye ile matayo e, sula ya nne mstari wa pili unaona Yesu anaenda mlimani kuo, anapandishwa na roho nyikani kwenda kuomba, baada ya kubatizwa na Yohana akaenda akaomba siku arobaini akaomba siku arobaini ile Mathayo, sura ya Mathayo sura ya 4 mstari wa pili. so, Mathayo sura e, ya 4 na mstari ule wa pili, neno la Mungu nasema tuanze wa kwanza. Kisha Yesu alipwa, alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku arobaini mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Akafunga siku arobaini mchana na usiku, hakufunga tu akiwa amekaa hivi, alifunga akiwa anaomba, kwa sababu alijua kabisa, enzi za uhai wake, yeye alimtolea maombi, dua, sala na pamoja na kulia sana na machozi, kwa kuwa alijua Mungu yupo anayeweza kumponya kila aina ya uharibifu, anayeweza kumfanikisha katika kazi iliyomleta duniani. Alienda kwanza kwenye maombi, hakuenda kwanza kutafuta pesa, hakuenda kwanza sijui kutafuta sijui nini, hakutafuta eti sijui watu wenye elimu, watu wenye ujuzi, watu wenye uzoefu wamsaidie. Anza kwanza na maombi, kaa kwenye maombi. Unataka kuwa mtu wa matokeo, madhabahu yenye matokeo, unataka madhabahu yako iwe na matokeo, kaa kwenye maombi, kaa kwenye maombi, kuwa mtu wa maombi kuwa mtu wa maombi. Ombeni bila kukoma, ombeni bila kukoma. Ukiweza kukaa katika eneo hilo na kueleza, lazima uwe mtu wa matokeo, lazima utakuwa mtu wa matokeo, matokeo chanya. Utakuwa majibu ya watu, lazima utakuwa majibu ya watu. Mahali ambapo mambo hayawezekaniki, wewe utayaweza. Njia ambazo hazipitiki, wewe utazipita. Inawezekana, inawezekana rafiki yangu, jenga madhabahu yenye matokeo kwa maombi. Jenga madhabahu yako yenye matokeo kwa maombi. Lakini ili uweze kujenga madhabahu, nilikueleza eh, kwenye lile somo nililosema jenga madhabahu, nilikueleza ili uweze kujenga madhabahu yenye matokeo, ili uweze kujenga madhabahu, lazima uhakikishe kwamba umeitwa, na sio tu umeitwa na umekubali kuitika. Maana yake Yesu anapokuita, anapobisha hodi, anataka kuingia ndani yako, inatakiwa uhakikisha umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako akaingia ndani yako na wewe ukawa ndani yake, maana yake umekubali wito wa Yesu Kristo. Hapo una, una uhalali wa kuanza kuijenga madhabahu, na mmoja ya kitu unachotakiwa kuanza nacho cha msingi sana, kaa kwenye maombi. Jenga madhabahu yako kwenye maombi, jenga madhabahu yako kwenye maombi. Uwe mtu wa kuomba bila kukoma, uwe mtu wa kuomba bila kukoma. Unataka kuona matokeo kwenye madhabahu, uwe mtu wa kuomba bila kukoma. Lakini kama unajua haujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hata unge ungekuwa mtu unaomba kwa kiwango gani, kwa jinsi gani, kwa namna gani, kama Yesu hajafanyika Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huwezi ukaona matokeo, huwezi ukaona matokeo. Ndio maana unaweza kuona unafanya vitu, unaona mbana kama haviendi kama nini. Hatuigizagi kumpokea Yesu, hatu, hatu Hatufanyagi maigizo kumpokea Yesu, wala hatujaribishagi kumpokea Yesu, kwa sababu yeye mwenyewe anajua ukimaanisha kama umempokea, anajua kweli umemaanisha kumpokea. Ukifanya maigizo kutuonyesha sisi au kuonyesha watu, anajua kwamba wewe umefanya maigizo. Na ndio maana sisi kwa nje tunaweza kuona kama kweli umeokoka, lakini tukiangalia matokeo ya kwako ni tofauti na matokeo ya wokovu ya mtu ambaye tunajua ameokoka. Anatakiwa aweje vitu vinavyotakiwa kutoka kwake ni vya namna gani? Kwa hiyo ukiona kwamba namna haijakaa sawa, kasa wa kwanza kasa wa kubali wito, itika wito kweli kweli, ukubali kutoka kwenye uovu na uharibifu. Ukikubali kutoka kwenye uovu na uharibifu na hizo dhambi, ukampokea Yesu Kristo, ukaanza kujenga madhabahu yako kwenye maombi, lazima unaona matokeo. We, rafiki yangu, naesema kwa kweli, ninahitaji kujenga madhabahu yenye matokeo na ninamhitaji huyu Yesu apate kuniimarisha apate kunitengeneza apate kuingia ndani yangu, ili niweze kujenga madhabahu yenye matokeo ndani yangu, ili niweze kuwa mtu wa matokeo kwenye maisha yangu. Rafiki yangu, naomba unifatishe maombi haya, sema: E Bwana Yesu, jioni ya leo ninakuja mbele zako, ninaomba e Yesu unisamehe dhambi zangu zote. E hey Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unirehemu, ninaomba unitakase dhambi zangu zote, ninakukubali wewe Yesu kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kunisamehe, asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu uliyenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yako. Anza sasa kuijenga madhabahu yako katika maombi. Nitakueleza mambo matatu ya kuzingatia, ili uweze kuendelea mbele. Jambo la kwanza, hakikisha unaomba kama nilivyokueleza, unaomba kila wakati. Jambo la pili, unasoma neno la Mungu kila siku. Jambo la tatu, una unamfanyia Mungu ibada, unakuwa mtu wa ibada, usiache kwenda kanisani. Zingatia hayo mambo matatu. Ukiweza kuzingatia hayo mambo matatu utaweza kuishi maisha matakatifu, na Yesu Kristo akirudi tutaweza kuurithi uzima wa milele pamoja. Yesu Kristo anarudi, lakini leo nataka nikuombee neema itakayokuwezesha kujenga madhabahu yenye matokeo, kujenga madhabahu yenye matokeo na unaijenga kwenye nini? Kwenye maombi, maombi ya bila kukoma. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba juu ya ndugu huyu. e Bwana, mjalie neema na uwezo wa kuomba bila kukoma, mjalie neema na uwezo wa kuomba bila kukoma. Amekuwa akijaribu mara nyingi sana kuomba, anaishia njiani, akianza siku mbili tatu anaanza anakaa, anadumaa, anakaa, anadumaa, haendelei mbele, anagoma. e Bwana, mjalie neema ya kuendelea mbele, mjalie neema ya kusimama, mjalie neema ya kuomba bila kukoma, katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, asante kwa neema yako na upendo wako. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, utatenda yote sasa na mapenzi yako. Amen, amen.